Tutoke tuwe taasisi na ikiwezekana tuwe kampuni kabisa, kwa sababu naona kwa darili hii namna na umoja tunavyokuwa nao, inawezekana hakuna jambo ambalo linashindikana, kwa sapoti ya mbunge wetu na kwa sababu amekubali kuwa mshauri wa maendeleo kwenye ndani ya kikundi chetu, tunaamini mambo mengi sana atatusaidia kufikia ndoto zetu ambazo tunatakiwa kuzifikia, maana kwetu hatutamani kulalamika, tunatakiwa kuwekeza akili na nguvu ili tuweze kujitegemea na kufanya namna ya maendeleo kama vijana. Lakini zaidi ya yote, miradi ambayo mingine tuko nayo na mwezi Januari, nafikiri tumesema mle kwenye risala yetu kwamba tutakuwa na mradi wa kuwa na lowering machine, ile mashine ya kushusha mwili kaburini. Tumeona hapa jamii inabadilika, jamii inataka maendeleo, inataka usmart. Kwa tumeona tuilete hiyo mashine kwa lengo ya kuikodishwe kama mradi. Tunatoa kama huduma lakini ndani yake kuna namna fulani umoja unaweza kufaidika kutokana na mashine hiyo ya kushushia mwili. Kwa hiyo kwa kupitia platformu hiyo, niwaambie tu watu wote kwamba popote utakapohitaji mashine hiyo utaipata punde tu itakapofika Januari 2026. Tunatarajia huo mradi uanze. Lakini baada ya kuyasema hayo, nirudie tena kumshukuru sana mgeni rasmi, pamoja na wageni walikwa, wanaumoja wote kwa ujumla, kwa ushirikiano na namna ya upendo na utulivu ambao tumeuonyesha toka mwanzo wa mkutano wetu mpaka tumekwenda kuhitimisha mkutano wetu. Hakika umoja wetu tunatamani Mungu aulinde sana, ili uendelee kutusaidia katika maisha ya kila siku na siku zijazo. Mungu awabariki sana, wana umoja na watu wote. Karibuni kwenye kikundi cha umoja maana tunaona sasa iko fursa ya kufaidika ndani ya Umoja. Vijana wote karibuni sana ndani ya umoja wa vijana wetu wa vijana Nyarugusu, asanteni sana. Moja, hatuna bima ya afya yenye kuhakikisha matibabu ya kila mwanakikundi, lakini pili, kikundi cha Uvinya hakina ofisi kwa ajili ya kuendesha kuendeshea shughuli zake mpaka sasa. Kikundi kinaendesha shughuli zake kikiwa kimepanga. Tatu, ukosefu wa ajira miongoni mwa wanakikundi na jamii kwa ujumla. Licha ya kuwa na mikakati na malengo mazuri sana ya kibiashara, ujasiriamali na uwekezaji, hatuna mitaji ya kunawirisha na kustawisha mikakati hiyo. Maombi kwako mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kadiri kizuizi kinavyokuwa kikubwa ndivyo utukufu wa kukishinda unavyokuwa mkubwa. Tunaamini katika utu na ukarimu wako kwa jimbo la Busanda mkoa wa Geita na taifa kwa ujumla, hivyo wanakikundi wa uvinya tunawasilisha kwako maombi yetu yenye changamoto kadha wa kadha kama ilivyotambulishwa hapo juu kwenye kipengele cha changamoto ambazo tunaamini utatuwezesha kuzipatia mwarobaini kwa ajili ya ustawi wa kikundi na jamii ya Nyarugusu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi leo sina mengi sana ya kusema, ila Wasukuma huwa wanasema hivi, karibu mgeni, wenyeji tupone. Sasa sijui mgeni wetu ana yapi ya kusema. Mimi pia watanialika hawa lakini, niseme kitu kimoja, wana Uvinya, ambacho kinaweza kikatusaidia, si ndio? Katika biashara zenu mnazofanya, sitaki mtu mmoja mmoja, kwa sababu mtu mmoja mmoja tutadhulumiana. Katika biashara zenu mnazofanya, mkiona kwamba kuna biashara fulani imebanana, kwamba tunataka kununua kitu fulani yaani chenye kuanzia milioni hamsini, mnakuja mnachukua tu, hakuna riba wala nini, mnafanya kazi zenu. mnafanya kazi zenu kisha mnarejesha pesa yangu Uvinya safi. Mheshimiwa mgeni rasmi karibu sana Nyarugusu, na hawa ndiyo wanauvinya. Asante sana. na kuhusu swala la ofisi Nafikiri nilikutana na ni vijana kipindi na tafuta kura nikawaahidi kwamba endapo nitapata ridhaa tutaangalia namna ya kuboresha ofisi yenu. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani Samata, pamoja na viongozi hapa, kwenye swala la ofisi mimi niwaahidi tutawachangia tofali za kujenga ofisi yenu. Kwa hiyo kiwanja tunaye mtendaji wa kata, tunaye mwenyekiti, uh, muangalie namna na pamoja na diwani mtasaidizana mpate kiwanja eneo zuri, lakini tofali za kujenga kiwanja kile, uh, kuinua boma na mimi niingie kwenye historia ya Uvinya. Uh, mimi nitawasaidia, nitabanana na, na wenzangu huko juu tuone namna gani tutawezesha ujenzi wa boma hilo. Uh, mwisho niwaase tu ndugu zangu kwa msisitizo kwamba tunayo nchi, tunalo jukumu la kuilinda nchi yetu, tunalo jukumu la kulinda uchumi wa nchi yetu, tunalo jukumu la kulinda rasilimali zetu, lakini pia malengo yetu mahususi juu ya kikundi hiki ni kusaidiana kwenye shida na mambo mengine ya kijamii, lakini pia kikundi hiki cha umoja wa vijana Nyarugusu kimekuwa ni kikundi bora kwa kata Nyarugusu, licha hata ya kata Nyarugusu, hata nje ya kata Nyarugusu, kuanzia wilaya. Ni kikundi ambacho kimeonyesha mwanga wa hali ya juu kwa kuweza kuwavutia watu wengi wanaohitaji kujiunga na kikundi hiki. Pia sisi kama wana umoja huu tunawiwa kuwakaribisha, hatuna uchoyo wowote. Tunaomba tu wasogee, wajiunge, wajumuike nasi. Tumejipongeza, lakini pia tulikuwa na mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri amefika, ametusikiliza, amesomewa risala, amekutana na changamoto tulizokuwepo nazo, lakini na yeye kuna mambo aliyoyaahidi, lakini kuna mambo mengi ambayo amesema atayatekeleza, lakini ametoa maagizo kwa viongozi wa wilaya ili waweze kusimamia yale ambayo tunayahitaji. Kwa muda huu tunasaidia taasisi mbalimbali, kwa mfano tunachangia damu kwenye kituo cha afya hapo, zahanati tunatoa misaada kwa wagonjwa wanaohitaji, sabuni hata na vifaa vya vya hospitalini na maana, tunataka kutoka kwenye kikundi twende kwenye taasisi. Ina maana mwisho wa siku watu tunawakaribisha watu kuja kujifunza kutoka kwetu, hata na sisi tunahitaji pia kujifunza kutoka kwa watu wengine, huwa na uf ufanisi zaidi. Leo tulikuwa wa, wa, walikuwa watu nane, saba, kumi, 20 sasa hivi tuko 200 zaidi ya 200 na na watu wanazidi kuwa yani, na furahia yani, jamii inavyotuzunguka na wanavyotuangalia, yaani ni kitu ambacho wanakifurahia sana.